Wiki ya simulizi ya biashara, bado tunaendelea na wiki ya za biashara za mtandaoni, na leo ikiwa ni siku ya tatu, na kwenye biashara ambayo tutakayoiongelea ni digital products ambapo hii inahusisha mambo ya vitabu pamoja na kozi mbalimbali. Kuwa nami mpaka mwisho wa kipindi. Je, unafahamu kuwa kuna baadhi ya biashara unaifanya mara moja tu, halafu wewe unaendelea kutengeneza pesa? Hii ikoje? Sasa leo tunaongelea biashara ya muhimu sana, ambayo haina mambo mengi au changamoto nyingi. Hii biashara haihitaji uwe na bodaboda labda kubeba mzigo aihitaji uwe na store labda ya kuweka bidhaa, mambo yake yako very simple. Hii ni biashara ya digital products tunaongelea kuuza digital products. Kama vile e-books, yani vitabu vya mtandaoni na kozi kwa kutumia video. Hii ni fursa ya kipekee kwa vijana wa Kitanzania na wahitimu wa vyuo. Kwa nini? Kwa sababu mtaji mkubwa hapa ni kile kilichopo kichwani mwako, sio kilichopo mfukoni mwako. Leo nitakuonyesha jinsi ya kubadilisha ujuzi wako kuwa pesa, na muhimu zaidi ni wapi utauzia bidhaa hizi. Hapa hapa Tanzania, kwa kutumia Tigo Pesa au Mpesa. Kaa tayari, darasa linaanza sasa. Kuna swali hapa: biashara za kidigitali ni biashara gani? na kwa nini tunasema zinalipa? Sasa, digital product ni kitu gani? Hizi ni bidhaa au ni bidhaa yoyote isiyoshikika ambayo unaweza kuiuza na kuisambaza kwa njia ya mtandao. Mfano rahisi ni ebook, yani kitabu cha kusoma kwenye simu, au video kozi, yani mafunzo ya video au hata audiobooks. Siri kubwa ya utajiri kwenye biashara hii inaitwa scalability, au uwezo wa kutanuka bila gharama. Hebu fikiria, ukifungua duka la kuuza raba Kariakoo, ili uuze raba mia moja lazima ununue raba mia moja. Ukimwuzia raba moja mteja wa kwanza huna tena hiyo raba kwa mteja wa pili, lakini kwenye digital products mambo hapa yako tofauti. Ni nini sasa kinachosababisha huo tofauti? Ukiandika ebook moja inayofundisha jinsi ya kufuga kuku wa kienyeji, unatumia nguvu kuandika mara moja tu, lakini hicho kitabu hicho hicho kimoja unaweza kukiuza au kuuzia watu kumi, watu mia moja au hata watu elfu kumi. Gharama yako ya uzalishaji haiongezeki, lakini faida inaongezeka. Hii ndiyo maana halisi ya passive income. Unafanya kazi leo, unakula matunda ya milele. Hebu tuangalie jinsi ya kutengeneza ebook na kozi mbalimbali, ikiwa ni chini ya digital products. Labda unaweza kujiuliza sawa, lakini mimi sina mtaji wa kurekodi video za studio au kuajiri mwandishi. Habari njema ni kwamba huhitaji hivyo vitu vyote. Kutengeneza ibuku ni rahisi sana. Unahitaji vitu viwili tu, ambavyo tayari unavyo: simu yako au laptopu, pamoja na ujuzi. Mambo mawili unafanya: kwanza chagua tatizo la kutatua. Usiandike tu kitu unachopenda, andika kitu watu wanachotafuta. Mfano, mapishi ya vitafunwa vya biashara, mwongozo wa kufaulu mtihani au mitihani ya form 4, au jinsi ya kuanza kilimo cha matikiti. Kinachofuata ni kuandika. Tumia Google Docs au Google document kwenye simu yako na kuandika mawazo yako. Panga kwa mtiririko mtiriri ambao ni mzuri. Kinachofuata ni kudisaini. Nenda kwenye application ya Canva, ambayo ni bure, chagua ebook cover na utengeneze jarada lenye kuvutia. Ukisha kudisaini una save kama PDF. Kwa hiyo ukimaliza, save kazi yako kama PDF. Sasa inakuwa tayari unayo bidhaa ya digital product. Je, yeah, na kwa upande wa online courses, mambo yakoje? Kwa upande wa online courses, mambo ni hivyo hivyo. Tumia kamera ya simu yako, weka simu kwenye dirisha lenye mwanga wa jua na urekodi ukifundisha kile unachokijua Tumia apps kama vile ya CapCut au kwa kuedit video zako. Kumbuka, watu hawanunui ubora wa kamera yako, wananunua thamani ya elimu unayotoa. Ikiwa sauti inasikika na picha inaonekana, inatosha kuanza. Usiogope kuanza, kila mtu ana kitu anachokijua ambacho mtu mwingine yuko tayari kulipia ili kujifunza. Sasa mambo ni mengi kidogo, changamoto inayokuja wapi pa kuanzia, yaani unaanza vipi? Sasa hapa ndipo penye changamoto kwa wengi. Utasikia watu wakisema uza Amazon Kindle, lakini ukweli ni kwamba soko la Amazon lina ushindani mkubwa na malipo yake yanaweza kuwa magumu kwa kijana wa Kitanzania asiye na akaunti za benki za kimataifa. Suluhisho ni kutumia majukwaa ya nyumbani yaliyotengenezwa kwa ajili yetu. Hapa kuna machaguo makuu manne unayopaswa kuyaangalia. La kwanza ni Kitabu Application. Hii ni aplikesheni inayomilikiwa na Jackson Group ikishirikiana na Tigo Tanzania. Uzuri wa kitabu application ni kwamba imeruhusu waandishi kuuza vitabu vyao na kufuatilia mauzo yote. Jambo bora zaidi, wateja wanaweza kununua kitabu chako kwa kutumia Tigo Pesa. Hii inaondoa kikwazo kikubwa cha malipo kwa wateja wako wa ndani. La pili ni Snaplify, Tanzania. Hawa wanafanya kazi na Tanzania Institute of Education. Wana mfumo mkubwa unaosambaza vitabu vya kidigitali kwa maelfu ya wanafunzi na waalimu. Kama unaandika kitabu au vitabu vya kitaaluma au, ki, au kiada, hapa ndipo pa kwenda, unawafikia walengwa moja kwa moja. Chaguo la tatu ni Library Tanzania. Hii ni kama store ya kidigitali inayoruhusu Watanzania kupakea kazi zao na za kisayansi, fasihi na utafiti. Ni jukwaa zuri sana kujenga jina lako kama mwandishi makini. La nne ni Buku. Hili ni jukwaa linalofanya kazi kanda nzima ya Afrika Mashariki likiruhusu watu kusoma vitabu kwa njia ya usajili, yani subscription. Kwa kutumia majukwaa haya unahakikisha wateja wako wanaweza kulipa kwa njia wanazoziamini kama mitandao ya simu, na wewe unapata pesa yako hapa hapa nchini. Hebu tuangalie jinsi ya kupata wateja wa biashara yako. Ukishatengeneza bidhaa yako na kuiweka kwenye kitabu application, au jukwaa lingine, kazi haijaishia hapo. Lazima upige kelele ili watu wajue. Tumia mitandao ya kijamii kama vile marketing tool. Kwanza tumia WhatsApp status, hapa ndipo wateja wako wa kwanza walipo. Weka picha ya kava ya kitabu chako, toa taarifa ya utangulizi. Kinachofuata, toa kionjo, yaani free sample. Usiwe bahili, wape watu sura moja ya bure wasome Wakipenda, watataka kununua kitabu kizima. Hii inajenga uaminifu. Njia nyingine ni testimonials. Ukipata mtu wa kwanza kununua na akakisifia kitabu chako, piga screenshot hiyo juu ya hayo maoni yake na uyaposti. Watu wanapenda kununua vitu ambavyo wengine wamevipenda. Kumbuka, unauza maarifa. Onyesha watu kuwa wewe ni mtaalamu kwenye eneo lako kwa kutoa dondoo, yaani tips za bure mara kwa mara kwenye Instagram au TikTok, kisha waelekeze kwenye linki yako kununua kozi au kitabu kamili. Tumefika mwisho wa video yetu ambayo nilikuwa naelezea jinsi ya kufanya biashara ya kuuza digital products. Nafikiri, nafikiri umefaidika na nilioelezea. Kama kuna changamoto yoyote basi niandikie, nitajitahidi kuipatia ufumbuzi. Na kama umehamasika sana, niambie uko tayari kuanza lini hii biashara. Sasa nina wito hapa kwa kutoa. Kwa hiyo ndugu yangu, usilalamike kuwa hakuna ajira, wakati una simu mkononi na unao ujuzi kichwani. Dunia ya sasa hailipi unachojua, inalipa kile unacho fanya na unachojua. Kuanzia ebooks mpaka online courses, fursa za kuuza bidhaa za kidigitali Tanzania ni kubwa, na bado soko halijajaa. Anza leo, andika hicho kitabu, rekodi hiyo video, utengeneze pesa. Kama umepata wazo lolote jipya kwenye video hii, na kuomba ufanye kitu kimoja. Subscribe kwenye chaneli yetu na ubonyeze hiyo kengele. Wiki ya simulizi ya biashara